O, vipi mpenzi mtazamaji wa Lifan Media. Eh bana, ni kitambo kidogo lakini, kwanza kabla yote, niweze kuomba radhi kwa kukaa kimya na kutokana, tuna mabadiliko kidogo ambayo tulikuwa tunayafanya ya kiufundi, kwa hiyo ilitupelekea tuweze kukaa kimya kidogo. Kutokana na awali yote, hakuna kilichoharibika kama uko na sisi, lakini pia unakumbuka tulikuwa kwenye mfululizo wa kuachia sajili ambazo ziliweza kuteka hisia za mashabiki na kuleta hasira kali kwa mashabiki na kuleta utata kiujumla katika ulimwengu wa soka. Sasa katika mfululizo huo tulisha namba nane, usajili namba nane. Kwa hiyo leo tutamdondosha mchezaji namba saba, na bila kupoteza muda, bila kupoteza wakati namba saba leo tutamwangazia Johan Cruyff wakati yuko Ajax Amsterdam ya nchini Uholanzi akielekea klabu ya Feyenoord ya hapo hapo nchini Uholanzi. Kabla ya yote nataka nikuletee historia yake kwanza. Uh, Johan Cruyff. Johan Cruyff ni nani? Johan Cruyff uh, <coughs> uh, majina yake kwa ujumla anaitwa Henrik Johans Cruyff yeye ni Mkristo katika upande wa dini, lakini kuzaliwa alizaliwa tarehe ishirini na tano mwezi wa nne mwaka elfu moja na mia tisa arobaini na saba mahali kama nilivyotaja awali, Amsterdam nchini Uholanzi. Lakini alikuwa anacheza uh, nafasi ya kiungo mshambuliaji. Huyo ni Johan Cruyff, lakini <coughs> yeye katika makuzi yake ya soka punda tu alivyozaliwa, alikaa kwa mama kidogo, lakini baada ya muda, maisha yake ni kama yalikuwa pembeni mwa uwanja wa uh, klabu ya Ajax Amsterdam. Kwa hiyo uh, maisha yake yalikuwa yali, yali hapo, na huo uwanja unaitwa Mia Stadium, uwanja unaomilikiwa na klabu ya Ajax. Kwa sehemu kubwa maisha yake yalikuwa hapo, lakini pia baba yake ali- alifariki akiwa na miaka kumi na mbili. Yeye Johan Cruyff akiwa na miaka kumi na mbili aliweza kumpoteza baba yake, jambo ambalo limfanya mama yake afanye kazi katika klabu ya Ajax, hivyo klabu ikawa kama familia yake ya pili. Kwa hiyo Ajax ni sehemu ya ya familia ya ya, ya Johan Cruyff. Sasa katika soka la vijana Kraifu aliingia Ajax akiwa mtoto mdogo, kama nilivyosema, sehemu kubwa maisha yake ilikuwa katika klabu ya Ajax. Kwa hiyo moja kwa moja akaingia katika klabu ya Ajax na maisha yake alianzia hapo, akaanza kukua kisoka ndani ya klabu ya Ajax. Lakini ilipofika mwaka elfu moja na mia tisa sitini na nne, sasa Kraifu alipandishwa kutoka kwenye timu ya watoto na kuja kwenye timu ya vijana wakati huo akiwa na miaka kumi na saba chini ya kocha Lenus Michels, naona bana. Uh, sasa Ajax walitengeneza wali falsafa ya total football, wa, wa, waliofuatilia mpira kwa wakati huo na amini tutakuwa pamoja. Uh, hii falsafa ya klabu ilikuwa inaitwa ni total football, yani mpira wa moja kwa moja. Uh, huku sasa wakiwa wamemtengeneza Johan Cruyff kama injini ya timu kwa maana mchezaji tegemezi, lakini pia ndo aliyokuwa anaendesha timu. Kwa hiyo falsafa <coughs> ilianzia hapo, lakini tukija kwenye upande sasa wa mafanikio Ajax Amsterdam, wakati sasa Johan Cruyff akiwa hapo na kucheza mpira, kwanza alishinda kombe la ligi la nchini Uholanzi. Ligi kuu ya nchini Uholanzi inafahamika kama Eredivisie. Sasa Johan Cruyff, wakati yuko Ajax Amsterdam, aliweza kushinda taji hilo, lakini pia aliingia katika historia kwa kushinda European Cup, sasa hivi inaitwa UEFA Champions League, mara tatu mfululizo. Hii ilikuwa ni mwaka elfu moja na mia tisa sabini na moja. Ah, na mwaka elfu moja mia tisa sabini na mbili lakini pia mwaka elfu moja na mia tisa sabini na tatu akiingia katika historia ya klabu ya Ajax uh, kuwa sehemu ya historia katika kombe hilo la UEFA Champions League lakati wakati huo likiitwa European Cup. Hayo ni mafanikio, lakini pia mshindi wa mchezaji bora wa dunia mara tatu akiwa elfu moja na mia tisa sabini na moja elfu moja mia tisa sabini na tatu lakini pia elfu moja mia tisa sabini na nne. Hii mchezaji bora wa dunia kwa sasa tunaita uh, Ballon d'Or ambapo juzi tu tumeshuhudia uh, anachukua bwana mdogo Rodrigo uh, lakini kwa yeye ilikuwa mara tatu mfululizo, lakini pia aliweka historia au rekodi na ambayo bado inakumbukwa mpaka hivi sasa. Sasa ilipofika mwaka elfu moja mia tisa sabini na tatu Klaif alihamia Barcelona. Aa, na baadaye akaenda Marekani akicheza Los Angeles, lakini pia na Washington Diplomatics. Alicheza vilabu hivyo nje ya Ajax, lakini ilipofika miaka ya elfu moja na mia tisa themanini Klaif alikuwa akaamua kurudi ndani ya Ajax na baada ya kurudi alipokelewa na mashabiki wengi sana wa Ajax, wakum, wakimuimba kama mchezaji wao shujaa. Kumbuka wakati anaondoka Ajax, kama nilivyokwambia, alikuwa ni mchezaji ambaye amefanikiwa sana, akichukua UEFA tatu, akichukua mchezaji bora wa dunia mara tatu, kombe la Uholanzi a, kombe la ligi la Uholanzi na kadhalika. Kwa hiyo wakati anarudi bado mashabiki walikuwa na imani naye, waliimba sana, walimshangilia sana, wakiimba kwamba shujaa wao amerejea. Aliporejea aliweza kusaini kandarasi ya miaka mitatu so, elfu moja mia tisa na themanini mpaka elfu moja na mia tisa themanini na tatu. Kwa kipindi hicho bado, Johan Cruyff alicheza kwa mafanikio makubwa sana, akaendelea kushinda baadhi ya mataji sasa ilipofika mwaka 1983 Ajax mia bana uh, wakatofautiana kidogo kimtazamo, hususan viongozi. Kuna viongozi walioamua waliotoa tamko kwamba Johan Cruyff auzwe, na kuna viongozi walitoa tamko kwamba inatakiwa abaki. Kwa wakati huo Johan Cruyff alikuwa na miaka thelathini na sita. Hayo, viongozi kwahiyo wanataka waliokuwa anataka Johan Cruyff auzwe waliamini kwamba tayari katika mpira um, ukifikisha umri huo tayari unakuwa huna cha ziada. Na ukilinganisha Johan Cruyff ni mchezaji ambaye alicheza kwa mafanikio akiwa hapo hapo Ajax, kabla kuondoka kwenda Barcelona, lakini baadaye akarejea tena akacheza kwa mafanikio. Kwa hiyo waliona hana cha ziada tena cha kuipa klabu ya Ajax, kwa hiyo wamuuze. Sasa viongozi wengi walikuwa wameamua kwamba auzwe, kwa hiyo mwisho wa siku Uh, Johan Cruyff aliuzwa katika klabu ya Feyenoord. Sasa kwa wakati huo na mpaka hivi sasa klabu hasimu wa Ajax ni Feyenoord pale pale nchini Uholanzi, yaani eh, kwenye nchi yote huwa kunakuwa na klabu kadhaa ambazo zinakuwa na, na, na, na upinzani mkubwa. Sasa kwa upande wa Uholanzi, klabu ya Ajax ina upinzani mkubwa sana wa engo zote na klabu ya Feyenoord, kwa hiyo walipoamua kumuuza huyo mchezaji tena kwa mahasimu wao, hapo ndipo mashabiki walianza kukasirika na kutoa maneno mengi sana sanal. Yeye ali alitamani kubakia katika klabu ya Ajax, kwa sababu ndo maisha yake sehemu kubwa yalikuwa hapo, lakini ilipofika mahala akashindwa kutokana na kwamba hatima yake haikuwa katika mikono yake, ilikuwa katika mikono ya wa viongozi wao. Ndio walikuwa wanaamua kwamba muongezee mkataba au wasitishe kandarasi yake, lakini viongozi wengi waliamua uh, Johan Cruyff wauzwe, kwa hiyo wakamuuza wakati huo. Sasa kabla hajamuuza klabu ya Feyenoord ambao ni wahasimu wa uh, klabu ya Ajax walikuwa wanamnyemelea na, na kumfuatilia kwa, kwa karibu sana kwa hiyo ilipotolewa tamko kwamba anauzwa, klabu ya Feyenoord ndio ilikuwa namba moja, wakatenga dau, wakaweza kumsajili uh, mwaka huu wa elfu moja na mia tisa na themanini na tatu. Sasa baada ya Johan Cruyff kutoa uh, katika klabu ya Feyenoord, kitendo hicho kilileta mchafuko sana kwa mashabiki wa klabu ya Ajax kwanza kabisa, na sababu zilizopelekea mchafuko Uhusiano wa kihistoria kati ya Ajax na Feyenoord. Kama nilivyosema hawa ni mahasimu toka vilabu hivi vinaanzishwa, miaka ya nyuma sana, ni mahasimu kweli kweli. Kwa hiyo kitendo cha mchezaji kutoka upande wa huku kwenda upande wa pili, mashabiki huwa hawapendi na hawataki kabisa kukisikia. Kwa hiyo moja kati ya, ya sababu ambayo ilisababisha mashabiki wachafukwe, wapate hasira na kugawanyika kimtazamo ni uhusiano wa hivi vilabu viwili, ni mahasimu kwelikweli kweli. Lakini sababu namba mbili, Cruyff kuondolewa Ajax, mashabiki waliamini wakati uh, Johan Cruyff ana anarudi akitokea Marekani kurudi katika klabu ya Ajax, mashabiki waliamini kwa ule mchango ambao aliuchangia katika klabu ya Ajax, lakini pia mafanikio ambayo aliyapata akiwa ndani ya Ajax maisha yake yote waliamini kwamba akirudi Ajax sasa atastaafu mpira hapa hapa ndani ya Ajax. Lakini kitendo cha kuondolewa sasa Ajax Johan Cruyff, mashabiki walitofautiana wali, wali, kimtazamo na wengi wao walijaa na hasira na kuona kwamba viongozi kuna namna ambavyo wamewakosea hekima. Lakini sababu nyingine ni hasira za mashabiki wenyewe, kama nilivyosema, wengi walihisi Cruyff labda amesaliti ame Ajax na kwenda Feyenoord, lakini baadaye ikabidi sasa Johan Cruyff aseme kwamba ase, nilitamani kubaki Ajax, na fahamu maisha yangu yote yalikuwa hapa Ajax. A, kabla ya baba kufariki na baada ya baba kufariki mama yangu amekuwa mfanyakazi wa Ajax na mimi nimekuwa mfanyakazi wa Ajax. Nilitamani soka langu liishie katika klabu ya Ajax, lakini mwisho wa siku wenye mamlaka ndio wameamua kwa kwahiyo si mimi hapo ndipo mashabiki wakaanza kumwelewa, lakini a, kwa wakati huo sasa. Hata hivyo mashabiki wa, wa, wa, walikasirika zaidi kwa Cruyff kwenda Feyenoord. Alicheza kwa kiwango bora akiwa Feyenoord na kushinda ligi kuu ya nchini Uholanzi ya Eredivisie, lakini pia KNVB kwa msimu mmoja, na alicheza vizuri alicheza vizuri na kuisababishia Fendi nayo kupata uh, makombe ma, ma hayo. Kwa hiyo katika usajili namba saba ni huyo Johan Cruyff, ambaye uh, kama humfahamu, basi picha yake ni hii hapa juu upande wa kushoto na kulia, hiyo ni picha ya Johan Cruyff, lakini pia unaweza ukamtafuta YouTube ukaona mambo yake ambayo alikuwa anaonyesha kwa wakati huo, lakini kama unataka kuendelea pata vitu kama hivi hakikisha unaungana na sisi katika uh, YouTube channel yetu ya Lifan Media. Unafanyaje? Uh, ingia YouTube, hakikisha unaitafuta Lifan Media. Uh, baada ya hapo uh, itakuletea channel nzima ilivyo. Utaview channel, kuna sehemu imeandikwa view channel, unaiview hapo alafu utaona neno limeandikwa subscribe. Hakikisha unabonyeza hapo kisha bonyeza hapo tayari utakuwa umeungana na sisi moja kwa moja, lakini ili upate taarifa au kualifiwa kwamba Lifan Media wameachia taarifa mpya, basi hakikisha unabonyeza alama ya kengele. Ukiweka taarifa mpya, basi utapewa taarifa kwamba Lifan Media tayari wameshaachia taarifa mpya. Bila shaka utakuwa umeenjoy. Namba sita ni nani? Baki hapo hapo, Lifan Media, hakikisha unatembelea mara kwa mara chaneli yetu pendwa ya Lifan Media uweze kupata mambo ya kimichezo na historia mbalimbali mbali za wachezaji. Tutaenda mpaka namba moja, lakini tukishamaliza tutaanza interview na baadhi ya wachezaji. Wapo ambao tunafanya mchakato, lakini pia wapo ambao wametuthibitishia kwamba yes, nafasi hiyo ipo. Kwa hiyo ili uweze kupata vitu vingi kupitia channel hii hakikisha una subscribe, lakini pia kagua mara kwa mara Muda sio mrefu mambo mengine makubwa zaidi yatakuja, lakini pia mwisho wa siku tutaangalia namna ya kuongeza familia. Bila shaka mmekuwa mkinitazama mimi, lakini uh, siku ambayo tutaongeza familia basi nitawajuza, muda sio mrefu sana. Uh, mimi nikutakie kila la heri, endelea kutembelea YouTube channel yetu Lifan Media, hakika hapa ndio nyumbani. Uh, historia za wachezaji mbalimbali utazipata hapa lakini pia punde tutakuletea tetesi za usajili, utakuwa unazipata hapa moja kwa moja. Hakikisha tu una subscribe, kulia bonyeza alama ya kengele. Tukiweka tu mzigo, basi utaarifiwa kwamba Lifan Media wameshaachia taarifa mpya. Mimi ni uh, kushukuru. Uwe na wakati mwema, tukutane mpaka siku nyingine. Kwa sasa sina la ziada, chao. Mungu akubariki, uwe na siku njema na siku mwema, bye bye.